Nakuwa watu mnaibia watu, hizo zote roho hazitokani na Mungu, si kwa ajili yenu wenyewe, maana tunajua kwamba hiyo nalotamani kulitenda sio nalo litenda, kwa sababu asili ya dhambi ilihuika baada ya kuwa Adamu ametenda dhambi, kwa sisi wote tukajikuta tunairithi dhambi kwa sababu tumetokana na mbegu iliyo asi. Haleluya, amen, Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe amen.

usio mda wako wa kuhukumiwa, bali ni mda wako wa kukiri makosa yako na kumpa Bwana Yesu Kristo maisha yako, ayatengeneze, akufarakanishe na hizo roho mbaya ambazo zinakuendesha katika njia zisizo stahili, akuondolee hizo roho chafu ambazo zimekuchafua wewe, unajikuta unatenda matendo machafu ya sio stahili, akufarakanishe na kila njia ambazo zimepotoka, ambazo adui amekufisha. Haleluya, yes,

weta dini bali tumemleta Yesu. Yesu peke yake ndo mpatanishi baina ya watenda dhambi na Mungu. Tena Yesu peke yake ndiyo njia, lakini ndiyo kweli, lakini pia ndo uzima. Kupitia yeye tunapata kibali cha kumkaribia Mungu. Tena kupitia Yesu tunapata uhalali tena wa kumsogelea Mungu Baba. Kupitia yeye Yesu Kristo anatuembelea mwanzo hiyo tufanya tukaenenda katika njia za kuofisa yeah. anauisa nafsi zetu. Haleluya Bwana! Hey, hey. Yesu asifiwe, jina la hey, hey. Bwana libarikiwe. Yesu alikuwa habagui mm. Yesu tulimleta mari hapa, alikuwa hachagui yeah. alikuwa habagui sababu watu wote wametokana na yeye kwa sababu vitu vyote vimeumbwa kwa yeye. Ukisema katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza Maandiko anasema kwamba hapo mwanzo kulikuwa kona neno, huyo neno ndio Yesu Kristo, ambapo vitu vyote tunavyoviona vimeumbwa kupitia yeye. Hii ardhi tunaikanyaga ni kwa maneno ya kinywa chake. Ii yeah. weza kuumbika yeah. Unaona ma mandhari haya mazuri, unaiona mimea hii mizuri sure. ambayo tukila matunda yake tunapata nguvu yeah. tunapata nishati unaona mazao yote haya yameumbwa kwa maneno ya kinywa chake tulemleta mahali hapa. Hey, hey. kwa mwanadamu ameasi dhambi yeah, ilipoingia mwanadamu akawa hastahili tena kumsogelea Mungu na Mungu akamfukuza Edeni kama mwasi ndipo, hey, hapo shetani kutokana na uongo wake akapata uhalali wa kumtawala mwanadamu yeah. Dunia ilikuwa ni chini ya mwanadamu hey, lakini alivyomwasi Mungu dunia ikawa chini ya himaya ya mwovu Ibilisi, maana mwovu Ibilisi anawamilikisha watu vitu vya dunia hii kulingana na vile anavyotaka. Haleluya, amen. Ndio maana vitu vyote vya dunia hii, Shetani watu anawapa umaarufu wale, mm. anaowataka. Hine anawapa utajiri, anawapa fedha, kwa sababu mwanadamu alipoasi alipoteza miliki yake, alipoteza uhalali wa kuendelea kuimiliki dunia haleluya. Yesu asifiwe. Amina. Kwa tulivyoyapenda ya Shetani, tukajikuta tumepoteza yale yaliyokuwa yanatustahili. Tulivyopote, tulipopoteza kumtii Mungu tukamtii Shetani, Shetani akaingia kwenye himaya yetu. Shetani akaichukua enzi ambayo tumepaswa sisi tutawali kutokea huko. Akajikuta yeye ndio mmiliki anatawala. Ndio maana mpaka sasa hivi, Shetani anazidi kutawala. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndio maana hata sasa hivi, Shetani ana magonjwa mapya kila anaibua magonjwa mapya kila anaibua mbinu mpya kwa ajili ya mm. kumwangamiza mwanadamu yeah. Lakini nikuambia habari njema, Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya kuanzisha ufalme wa Mungu ili kwamba kila anayekuwa kimpokea Yesu Kristo aondokane na adha za mwovu wa Ibilisi. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina sina Bwana nibarikiwe. Amina. Yesu Kristo amefananishwa na safina mm, amefananishwa na safina. Kuna safina ambayo umekuwa mkisikia ikizungumziwa miaka iliyopita huko nyuma iliyotengenezwa na moja, mamba mmoja alikuwa anaitwa Nuhu, mamba ambaye aliamua kuyatoa maisha yake kusikiliza sauti ya Mungu, mamba ambaye aliamua kuachana na anasa za dunia. Yeah. alikuwa amezungukwa na watu ambao walikuwa wakifanya madhambi.